Mi napenda sana viongozi wa dini kwa utendaji kazi wao kwa sababu wanatupa neno la Mungu bure kama ambavyo wamepewa hiyo karama bure, okay. Na ni kosa kubwa kumuuzia mtu kitu ambacho umepewa bure. Ndio maana kila sehemu tunahubiriwa utukufu wa Mungu kwa faida yetu, halafu atutoa hata mia, ila kuhubiri utukufu wa mama mpaka upewe baisikeli, lakini ukiwiwa ni wewe, kwamba mchungaji koo limekauka kunywa soda. Hata sadaka sio lazima kwa mchungaji, ni kujitolea kama walimu wa firidi. Ingekuwa ni lazima ungeambiwa toa kuanzia elfu nne Kama umepungukiwa toa nusu yake, nenda na elfu mbili kichwani. Hisabati hiyo kwamba tano mara tano ishirini na tano unaweka mbili unaenda na tano kichwani. Tukutane wiki ijayo. Hii ila kwa raha zako unatoa 50. Ile juu yake 100, chini yake 25. Safi kabisa. Na kuna wengine wanatoa cheki, muda wa kuhesabu sadaka awapatikane hatu, ukiwapigia kwanza jina la ubatizo kaandika Rashidi kwa wenzetu, baada ya Yohana Lazaro, halafu kaahidi kutoa Kurani. Haya, Bwana Yesu asifiwe sana, hatari ila. Nyi akina misezi nanii, punguzeni kuuza mlichopewa bule, au mnahisi mnamzidi Mungu w kwamba yeye kashindwa kuwadai hela, ngoja nyie kiwaingizie hela hii. Hebu oneni haya, kawapa bure tena kwa milele yote bila limiti, kazida hadi ruku, si mpaka itumia ndio inaisha. Wewe watu kijova dozi haiishi, kwa sababu kikawaida ni asubuhi, mchana, jioni kwa masikini, lakini tajira aeleweki, kwamba asubuhi aipate tiki au mpaka jioni tiki, ila mchana uhakika x japo haichezi na wote ni mashuhuda kwamba sinza wanaji overdose na naiishi kwa siku mara hamsini ikiwa doro sana mara thelathini lakini aiishi. Na kuna siku nilimuuliza babu kwamba mbona unauza vitu vyako vyote, na mbaya zaidi unauza vizuri unabaki na vilivyochakaa. Akasema ni mauzuku kuuza ulichopewa bure, wala ukipoteza ndio maana Diamond alifuata kofia yake hii. na ni kawaida kupangisha nyumba ya urithi ili kuingizie hela lakini sasa hivi sio hivyo. Ilikuwa ni miezi mwaka mmoja tuchukue, lakini sasa hivi ni sekunde wow, akijitahidi risa yani sijui shida ni wapangaji apuna, au shida ni wenye nyumba washazoea hela za dei waka, kuna siku haita wakiyo dei itazima. Mimi napita jamani, <laughs> mimi napita.